Wapiga kura yangu wa jimbo la Kaliua na wananchi wote wa Tanzania wote wasiwasi kwa taarifa ambazo zimetolewa kwenye, kwenye midia na kwenye mitandao ya kijamii, taarifa za kwamba mbunge wao kasimamishwa ubunge, hizo sio taarifa za ukweli, ni za uzushi, ni propaganda, waachane nazo. Mimi mbunge wao Magdalena Sakaya niko hapa imara na ninawajibika kwenye majukumu ya kazi walionituma kwa uaminifu kwa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, mswada ulioko mbele yetu inawezekana ulikuwa unalenga ukawa na malengo mazuri sana. Lakini malengo hayo mazuri hayawezi kufikiwa kwa namna ambavyo mswada huu umeandikwa. Ukiangalia kuanzia mwanzo wa mswada mpaka mwisho kuna milolongo mingi ambayo mingine unaona kabisa haina sababu. Kwa hiyo inawezekana ile tija halisi ambayo tulikuwa tunaitegemea isifikiwe kutokana na kwamba kuna milolongo na kiukweli ni urasimu mkubwa ambao hauna sababu. Ukipiga mahesabu ya kawaida, kwa nini sasa hivi kwa Wizara ya Ardhi kwa mfano kupata hati unachukua le, le, mwezi mmoja? Kwa nini kupata taarifa ichukue miezi karibu, karibu miezi mitatu? Kwa nini wakati tunataka sasa hivi turahisishe mambo, tuende kwa mwendo wa kisasa, tuachane na kuishi kwa mazoea huku nyuma lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa hiyo tunaomba ili msaada huu uweze kuwa na tija, ni lazima kuhakikisha kwamba tumeuandika kwa, kwa namna ambao utakwenda kukidhi mahitaji na malengo yaliyotarajiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikienda kwenye kifungu namba nne ii sheria kuweka, inaweka kinga kwa wanaotoa wa taarifa njema zenye maslahi kwa taifa ni kwa namna gani? Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kujua sheria hii. Kuna watu ambao wamekuwa wanatoa taarifa mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali, kwa mfano taasisi za uhalifu kwenye vyombo vya polisi matokeo yake taarifa zile zinatolewa na watu wale wanadhuriwa maisha yao wapo waliopoteza maisha kwa sababu tu wametoa taarifa ambazo zina maslahi kwa taifa kwa hiyo tunamlindaje mtu kama huyu ambaye ametoa taarifa polisi au kwenye vyombo vya dola kwa nia njema ya kuokoa taifa wanamzunguka na kutoa taarifa zile kwa wale ambao ni wahalifu wanakuja kumjeruhi au kujeruhi familia yake sheria hii ituambie watu kama hawa wanakwenda kulindwaje lakini pia kwa wale ambao wanatoa taarifa za informers kwamba wametoa wanakuja kuzitoa kwenye public. Watu kama hao naonyewe sheria hii inakwenda kuwabana namna gani? Mheshimiwa Mwenyekiti, kipengele namba tano nne, namna sheria pia inatoa fursa kwa mamlaka yoyote kutunga sheria itakayo jit itakayotaka mamlaka ya umma kutoa taarifa. Tunalo tatizo sugu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, namna gani sheria hii wana harmonize na sheria ya local government, kwa sababu tuna tatizo kubwa. Sheria ya serikali za mitaa inasema kwamba lazima serikali za mitaa, vijiji, vitongoji, kata mpaka wilaya, kila mwaka wawe na mikutano minne ya wananchi kutoa taarifa za mapato na matumizi nchi nzima. Ni tatizo sugu, taarifa hazitolewi, wananchi wanahoji, hawambiwi. Na bahati mbaya, wale ambao mwenyekiti, mwenyekiti wa kijiji na mtendaji ndio wanatokea waite mkutano, kwa sababu wanaiba fedha za wananchi, wanakula fedha za maendeleo, hawaiti mikutano. Ningependa kujua sheria hii itawasaidiaje wananchi kupata zile taarifa kwa wakati kila baada ya miezi mitatu wahakikishe kwamba mkutano wa hadhara umekuwepo, wasome mapato na matumizi, waambie fedha zao zimepatikana kiasi gani na zimetumikaje. Halifanyiki. Kwa hiyo ningependa sheria hii wa harmonize na sheria ya local government, ili wananchi wale waweze kupata taarifa za maendeleo ya miradi yao na fedha zinazochanga kwa ajili ya shughuli zao za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kingine ni kifungu cha 11. Ukikiangalia kifungu hiki cha Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha kumi ki na moja kimeweka na kinyume muda mrefu sana. Mi nasema ni vigezo gani zimetumika kuweka siku thelathini? Vigezo gani hasa? Kwa nini tunaweka siku thelathini? Kwa sababu kizaru cha kuweka muda mrefu kinaleta kinaweka uwezekano wa taarifa ambayo ingepatikana kwa muda siku mbili kuchukua siku thelathini, ni kwa nini hakuna categorization? kwa hiyo ningependa kwanza utuambie ni kwa nini wamefikia kuweka siku thelathini na sio siku chache, labda mbili au wiki inapo lazimu, ndio mtu asogezewe muda. Kwa nini ni siku thelathini?